Kisha sehemu ya pili, pale ambapo herufi ya yenye sukuni itakapofuatiwa na herufi nyingine yenye sukuni, hapa nako itakuwa ni vile vile herufi hiyo yenye kufuatiwa na ya yenye sukuni, manake hautoivuta. mara Nyingine kuna herufi yenye kasra baada yake inakuwa kuna ya yenye sukuni, kama hapo kwenye aya na moja, fi lakini mbele kuna neno asabati Ambapo tukiunganisha hapo, hiyo tutaitamka aliftamka, tutaenda kwenye sini moja kwa moja, shamsia sini ni shadda. Kwa hiyo hiyo fi hatutaivuta, tutatamka fii tahama kwenda kwenye sin at isabti f fisabati faqulna lahum iababiliao

Kwa tutamki tukianza kwenye lakhtalaftum fi lmiadi, kisha fi lmadajii fi lmadajii fi lmadajii, kisha ya mwisho hapo filmadaini hashirina filmadaini hashirina. Kwa vilevile ya yenye sukuni itakapofuatiwa na herufi yenye sukuni Manake hiyo herufi ya kabla kabla ya ya yenye ya ya sukuni hautoevuta badala yake, utaisoma hiyo herufi kisha utahama kwenda kwenye herufi hiyo baada ya ya yenye sukuni, fil madaji fil madaim, ikiwa unaunganisha. Ikiwa unasimama bila ya kuunganisha, kama hiyo kawaida. Ikiwa unasimama bila ya kuunganisha, basi utavuta, sababu hapo itakuwa hakuna sukuni mbili ni kutana, sababu unasimama, hauunganishi fi al madaji fi